Ninawasalimu wapenzi watazamaji, waite kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra nikopela kosikio. Alafu kama unanipata kwa mara ya kwanza, tafadhali piga subscription, alafu ukimaliza kutazama hii kanda, ninakuomba uweze kuisambaza. Tukiwa tunaelekea maandamano ya tarehe tarehe 9 Desemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano nchini Tanzania, jeshi la wananchi Tanzania limeweza kupokea taarifa za kuchosha. Hizi mm, ni taarifa za kuchosha. Na ni taarifa za kuwavunja moyo kutoka kwa wananchi Tanzania. Ni taarifa ambazo zinawaeleza zina wazi kwamba inaonekana kwamba wanashirikiana na serikali ya Samia Suluhu Hassan kuwakandamiza wananchi. Badala ya kuwatumikia wananchi, kulingana na wananchi, hili jeshi la wananchi la JWTZ linapaswa kuwa linamtumikia mwananchi, lakini wananchi wameweza kuonyesha wako na wasiwasi na hili jeshi la wananchi la JWTZ jinsi ambavyo unaona hapo mpenzi mtazamaji, kuna hizi taarifa ambazo zimetolewa na huyu Mtanzania, anasema hivi: hatuliamini tena jeshi la wananchi kutokana na usaliti mkubwa walio waliotufanyia Oktoba 29 kwa kushuhudia maelfu ya watanganyika wakiuawa bila kuchukua hatua yoyote ya kuwalinda. Desemba tisa, watanganyika tutaingia barabarani kama yatima tunaopaswa kujipigania wenyewe bila msaada wa yeyote. Hatupaswi kuwa na matumaini yeyote kwa mtu yeyote zaidi yetu wenyewe. Tukumbuke tunaenda kupigania uhuru wa nchi yetu Desemba tisa. Yaani, wananchi wanasema kwamba hawana imani na ile Jeshi la Wananchi Tanzania. Kwa nini hawana imani nalo, na mbona hawana imani na Jeshi la Wananchi la JWTZ? Kwa sababu nimeona wananchi wengi kwenye mataifa mbalimbali unapata kwamba wako na upendo fulani kwa jeshi la wananchi, lakini nchini Tanzania wananchi wamesema kwamba hawana imani nalo. Kwa nini? Nambari moja, wananchi hawa wameweza kueleza kwamba waliweza kusalitiwa na jeshi la wananchi la JWTZ mnamo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 kwa kushuhudia mauaji ya kimbari ya maelfu ya Watanganyika Tanzania na hawakuchukua hatua yoyote. Kwa hivyo kutokana na kwamba waliweza kushuhudia mauaji ya maelfu wananchi wamesema kwamba wataingia barabarani. Watanganyika wamesema kwamba wataingia barabarani Desemba tisa, wiki ijayo, siku ya Jumanne, kama mayatima na hawatakuwa na matumaini wala kuhitaji msaada kutoka kwa mtu yeyote hawatahitaji msaada kutoka kwa mtu yeyote isipokuwa wao wenyewe. Kwa hivyo jeshi la wananchi Tanzania, limeweza kukataliwa na wananchi kutokana na kwamba wananchi wanaeleza waliweza kusalitiwa na hili jeshi la wananchi kipindi ambapo walikuwa wanatafuta uhuru wa mazungumzo kipindi ambapo walikuwa wanapigania ukandamizaji ambao upo Tanzania uweze kuondoka. Wao wamesema kwamba tarehe tisa Desemba wataingia barabarani kama mayatima, kuweza kujipigania, kuweza kujitafutia uhuru, na hawatahitaji msaada wa kijeshi kwa sababu tayari waliweza kuwasaliti. Kumbuka kwamba hii serikali ya Samia imeweza kukataliwa Tanzania. Kwa nini? Wananchi wanasema kwamba waliweza kuiba uchaguzi, waliweza kuiba kura. Wanatumia nguvu kupita kiasi. Mpaka nimeona mwananchi mwingine mwenye anasema kwamba Samia Suluhu Hassan amekataliwa hapa kwa wananchi na hamekataliwa mpaka mbinguni. Sasa mpenzi mtazamaji, iwapo una ndugu ambaye ni jeshi la mwananchi la JWTZ, anajihisi vipi kipindi ambapo unapata kwamba wananchi wanasema kwamba waliweza kusalitiwa na hawa JWTZ? Kwa nini wananchi wanasema kwamba wenzao waliweza kuuawa kama kuku, jeshi likiona na halikuchukua hatua yoyote? Hata angalau jeshi lingeingilia kati kuweza kuwakomboa wananchi kidogo, kuweza kuwasaidia wananchi, hata wasije wakauawa zaidi. Je, wewe unaamini kwamba jeshi la wananchi Tanzania linatumikia hii serikali ya chama cha CCM badala ya kuwatumikia wananchi? Nipe maoni yako. Kuna maoni moja ya wananchi mwenye anaitwa bwana Johnson, akaweza kupeana maoni yake hivi: wanapewa vyo sio kwa mafunzo yao na taaluma, vyeo wanapata kwa rushwa na si kwa viapo vya kulinda wananchi, bali ni kwa kivuli cha watawala. Aa, na mikataba ya kuwaambia wasikengeuke, kuwasaliti watawala na uwizi wao, maana nao wanapewa bahasha. Mungu yupo, na dunia haina nchi ya Tanzania tu. Zipo nchi nyingine zinashuhudia haya. Kuna moja itajitoa tu kulinda watu wa Tanzania, ni swala la muda. Endeleeni kujifanya mko sahihi, kuna muda, kuna muda NATO itawafika, kama kwa Gaddafi vile patakuwa patamu kinyama. Huyu mwananchi anasema kwamba hawa wanajeshi wa JWTZ wengi wao wanapewa vyeo. Uh, sio eti kwamba wame, wameweza kupata taaluma ila wanapewa vyeo kuweza kulinda hiyo serikali ambayo imeweza kuwatunuku vyeo. Lakini anaeleza kwamba wananchi wameweza kuchoka sana na jeshi la mwananchi. Amewaeleza kwamba kuna kipindi ambapo dunia nzima itaona kwamba wananchi wa Tanzania wamechoka na hata hilo jeshi la mwananchi litafikiwa na NATO jinsi ambavyo Gaddafi aliweza kufikiwa na NATO, baada ya kuonekana kwamba analitumia jeshi la Libya kipindi kile cha nyuma kuweza kuwakandamiza wananchi ambao walikuwa wamesusia serikali yake ya mateso. Wazo lako ni lipi? Naomba niweze kupata wazo lako. Mwenyezi Mungu akubariki, santeni sana, sambaza ikanda tafadhali.